Kwa jambo la ajabu ni kuwaona watu pale wanapopatwa na ukame, ima kwa sababu ya nani? Madhara ya kuzua katika dini kwenye miji yetu hii, namna watu walivyozama katika bid'a. Hata swala hii ya kuomba mvua ni ngeni, watu wengi waislamu wengi hawajui kama kuna swala hii, hawajui kabisa, na wale wanaojua wanaisikia kana kwamba waga atapatwa na ukame ni kweli kwamba miji yetu haipigaki na ukame. Sasa tukipigwa na ukame huwa tunafanyaje kama hatujui mpaka leo, hatujui Uislamu unasema waga tunafanyaje, kama sio ushirikina, kwa sababu tukiacha sheria lazima tutafanya mihala. Ndio utaona kuna vizee mitaani viganga, utaambiwa kwamba vinatengeneza mvua kule kwetu, ile kwepo. Alhamdulillah, kama mwezi mmoja uliopita nilipata taarifa kwamba kile kizee kimekufa. Alhamdulillah, iladhi arahana bihi, Allah amewapumzisha watu eh. Sasa watu wanafanya ushirikina. Kizee mimi nakijua vizuri na chenye kinanifahamu, kitaagiza kuondoa na maalasaf, ili tukio mimi lilishuhudia zaidi ya mara moja likifanyika cha kile kizee kutengeneza mvua. Kizee chenyewe ni kipofu, akija kimeshindwa kutengeneza macho yake, kinatengeneza mvua, sawa itaagiza kondoo na jambo la kusikitisha, hiyo mvua. Ndio maana nazungumza na yakini na kuzungumza. Ilikuwa ilikuwaga inatengenezwa kwenye mti mkubwa, huo mti uko kwenye shamba la baba yangu mdogo. Huo mti na ni marufuku kuukata. Kuna kipindi alitakaga kuukata ule mti, akaambiwa na wazee, jaribu uone. Mpaka leo upo vile vile ule mti. Huu mti sio wako wewe, umezaliwa umeukuta kwa hiyo wanafanya ushirikina wao chini ya ule mti, kitaagiza kondoo mwenye sifa maalum, labda mwenye mweupe, mwenye kichwa cheusi, aliyenona, sababu watakula nyama. Alafu miongoni mwa masharti yake, yule kondoo ataliwa mzimamzima, mzima pale chini ya mti. Kwa nyama zile zitachomwa, hakuna kupikwa. Kwa hiyo wanawake kule majumbani hawapati chochote, ni wazee wenyewe wanamaliza pale chini ya mti nyama zote wanakula pale, alafu anachukua yale mautumbo. Inachukuliwa vile vipeyu. Nani anajua anavijua vipeyu? Vipeyu mnavijua? Sijajua huu wanahitaji wanahitaji vipeyu kama, yani vibuyu, si mnavijua? Sasa kile kibuyu kinakatwa katikati kinatengenezwa kama libakuli fulani e, mbayeta vipei. Kwa hiyo yanachukuliwa yale mavipei, yale mautumbo, utumbo yule kondoo, yanachukuliwa yanatiwa kwenye vipei, alafu kunatiwa maji yanachanganywa mautumbo yule kondoo aliyeliwa hiyo. Alafu kile kizee na genge lake wanaongozana sasa, wanapita kwenye mipaka ya mashamba na mwaga mwaga -mwaga. Mipaka ya mashamba, alafu kuna maneno kanayozungumza maneno ya kichawi kana, kana taja, taja wale maneno inapita. Wallahi wa rabbi, nikiwa nashuhudia kwa macho yangu, mtihani ambao Allah anawapa wale watu. Mvua ilinyesha siku ile ile, mimi naona na ilikuwa ina muda, mazao yameanza kukauka. Siku ile ile kizee kimemaliza kazi yake saa tano, saa nane, mvua ilinyesha kubwa. Angalia huo mtihani yaani, hawa ya watu watakuja kuwaambia maneno gani ili watoe kwenye hii imani. Alafu miongoni mwa masharti yake, kesho kesho yake, kama kamefanya hili tukio leo, kesho yake watu wote hawatakiwe kwenda mashambani kulima, siku hiyo mtapumzika. Kwa hiyo, ilipokuwa watu wameacha sheria, lazima waende katika ushirikina. Kwa uchache watu watakaa tu wanalamika na kadha, hawajui kama kuna swala ya kuomba mvua. Na hili si jambo la ajabu kwamba watu kumuomba Allah kwa njia ya batili, alipo wakapewa, wa idha rakibu fil fulki daau llaha mukhlishina lahu ddin. Hili jambo sio jambo geni wala hiyo sio hoja. Hoja ni qala Allah wa qala ar-rasul. Mafundisho yakoje? Allah anasema washirikina wakiqoreshi fa idha rakibu fil fulk, walikuwa kipanda kwenye majahazi baharini, wakipigwa na mawimbi, upepo umebadilika. daa llaha mukhlisina lahu dini, walikuwa wanamuomba Allah. Allah anawokoa mara ngapi? Watu wanaomba makanisani kwa jina la Yesu na wanafanikiwa mara ngapi? fa amma man bakhila wastaghna wakadhaba bil husna fa sanuyassiruhu lilusra zingatia aya. Allah anasema, ama atakayekadhibisha, sema ulama kalima ya la ilaha illa llah akaikadhibisha, wakadhaba bilhusna, tutamwelekeza huko alikoelekea. Mambo yako yatakuwa yanafanikiwa kwenye njia hiyo uliyochagua wewe, kwa sababu riziki, wewe umeandikiwa riziki, lazima uipate wewe umechagua mimi nafanya haramu, basi Allah atakupitishia, ndio kwenye hiyo njia uliyochagua wewe. Wewe ni mtu wa mariba, riziki yako itapitia huko huko kwenye njia ambayo wewe umeichagua. wa ila lau ungelipita kwenye njia za halali, riziki yako hiyo Allah angeipitishia kwenye hizo njia za halali. Kwa hiyo, lau watu wangeliomba mvua siku ile kisheria, Allah angewaletea na wangepata thawabu. Lakini kwa kuwa Allah aliandika siku ile mvua inyeshe, watu wakamwomba kwa njia za kishirikina, mvua ikanyesha, sio jambo la ajabu t mtu katokwa na mishipa kana kwamba anatetea hoja, mbona ameenda kuombewa kanisani kwa jina la Yesu na amepona. Hilo sio jambo la ajabu. Watu wanaenda kwa waganga kwa manyaunyao, matunguli na wanapona anapona. Huu ni mtihani tu, Allah anapitishia jambo lake. shifa yako alishaiandika ya kupona. Wewe umeamua kwenda kwa mganga, naipitishia huko huko, na wala hiyo haivi hoja kwamba huu ushirikina ndo unafaa. Sasa sio hoja, hoja ni sheria imeelekezaje. Je, hiyo njia ni halali? Kwani wanaoiba hawapati? Si wanaiba wanavunja maduka na wanapata pesa na wanaenda kula wanapata lakini, ndio njia walioichagua wao, riziki yao ikapitia huko walikochagua wao. Lakini huyu huyu alienda kukunja la, angefungua ange genge lake hapa barabarani akauza matunda, riziki ile ama angeipitishia kwenye njia yake halali. Wao utaadhibiwa kwa kuchagua kwako, kwa khiari yako njia ya haramu, kwa ila riziki yako iko pale pale, haiongezeki hata tone, wala haipungui. Wewe ndio chagua, unaipata kwa njia gani, utachagua mwenyewe. Allahu Musa. Na wengine pia watu wa bid'a, utaona wana burda kule kwetu, pia kuna burda ya yule shaka wao wakisufi Misri, Muhammad bin Saidi al-Busiri, ana kasida ina maneno ya kishirikina, ni mtu sufi khurafi aliyepindukia burda masufi hawaombi hawaswali swala ya kuomba mvua. Kule kwetu wamewahi kufanya tukio hili, wakakusanyikana kwenye uwanja wa shule moja naifahamu, wakasoma zile beti za burda. Na siku hiyo waliwaamrisha wanawake watoke na watoto wao wachanga e, wakasema, tutakaa katikati ya uwanja saa nane mchana, jua la Singida ni kali ili tumwonyeshe Allah kwamba sisi ni madhalili. Ni kweli ya mambo yatatajwa pia, miongoni mwa sababu za mtume sallallahu alayhi wasallam kubadilisha ridhaa yake huku na huku ilikuwa ni kuonyesha udhalili wao. Wakawaagiza wanawake watuke na wakaambiana, hapa burda itasomwa, jua letu lote, hata mvua ikinyesha tunatakiwa tubaki hapa hapa tunyeshelezewe. Wakatoka katika watu walienda ni mtu wangu wa karibu sana ananishimulia ee, mwenyewe sema, mimi nilienda nikiwa na mtoto fulani, na mfahamu, ndo alikuwa mchanga. Wakasoma wale mashehe bunda, wakaisoma wakaisoma, ilikuwa ni miaka 1995 mara wingu hilo, mara mvua, anasema mvua ilinyesha, tuliambiwa tusitoke uanjani, lakini ilibidi tukimbilia madarasani kwenye madarasa shule kwani kialla mavuatiani watu. Lakini pia mwaka jana, ndugu zetu wa Markaz Ibn Qudama pale Singida kulikuwa na ukame sana Singida. Walienda kuomba walienda kuswali swala ya kuomba mvua uwanjani na mvua ilinyesha siku hiyo hiyo. Hakuna miujiza kwenye haya mambo, ni mambo ya kisheria yamezungumzwa na ananisimulia huyo mtu hiyo miaka 95 anasema walianza Wakristo wakaambiana wakatangaziana makanisani, wakafanya maombi yao ya kuomba mvua, wakalija huko makanisani, haikunyesha. Ikaja zamu ya wazee sasa. <laughs> wazee wakaonyesha maajabu asemasuli. Ah, sema Wakristo wa walituheshimu, sema sisi tulipoenda ikanyesha siku hiyo hiyo, nasema tangu siku hiyo mwaka e, mvua iki ikikatika tu Wakristo wanatuambia nendeni, nende, basi mkaombe mvua <laughs> maana nyinyi ndio huwa mnajibiwa, yaani ni mitiani watu wa Allah na wapo.